Waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa ametoa kauli hiyo alipotembelea uwanja wa ndege wa Kilimanjaro na kuzungumza na watumishi wa uwanja huo, huku akisema kuwa serikali imedhamiria kumaliza mgogoro huo kwa kuzingatia masilahi ya pande zote mbili zinazotofautiana. Tutafanya maamuzi, tuhakikisha kwamba kiwanja hichi kita, kitatakiwa kitumike kesho, kesho kutwa na hata miaka mia mbele, lakini vile vile na wananchi wale lazima nao tuweze kuona tutafanya nini. Kwa vile tumeamua kwamba tutaleta timu ya wataalamu siku ya wa Jumanne ambao watakuja na drone. Drone si kubwa, ni kitu kadogo tukadege, tutakirusha maeneo yote, itapiga picha na tunaamini picha zile mzuri kwa sababu tunazo picha tayari za Google tumeenda, lakini bado hazija identify vizuri. Tutapiga picha alafu tutakaa tutaanza kuweka mipaka mipya baada ya kupata zile picha wenyewe. Mkuu wa wilaya Hai amesema kuna makosa yaliyofanyika kipindi cha nyuma ambacho yamewapa nafasi wananchi kudhani kuwa eneo hilo ni mali yao na uwanja hauna haki, makosa ambayo yanahitaji kurekebishwa. Mamlaka ya kure, Mamla viwanja vya ndege Tanzania ilikuwa haijachukua hatua yoyote ya kuambia wananchi kwamba hapa mmevuka mpaka na mmeingia kwenye mpaka wa uwanja wa ndege. TAMISEMI kama TAMISEMI nayo ilifanya makosa, ikasajili viwanja, hata shule zikajengwa, zahanati zikajengwa kwenye maeneo ambayo ni kiwanja cha ndege. Kwa hiyo na wizara pengine, na wizara ya ardhi, nachoambiwa kuna ramani kama mbili au tatu zinazozikanganya kuhusiana na uwanja wenyewe. Naibu mkurugenzi wa mamlaka ya huduma za uwanja wa ndege wa Kilimanjaro Christopher Mkoma amesema mgogoro huo ulianza baada ya Kadiko kuainisha maeneo yake, lakini katika kipindi chote wamekuwa wakishirikiana vizuri na wananchi na kuwasaidia katika baadhi ya mahitaji yao. Mgogoro uliopo sasa unatokana na juhudi za makusudi za Kadiko za kulinda mipaka na kutaka kuwaondoa wananchi walioingia kwenye eneo la kiwanja kwa ajili ya kuendeleza kiwanja ili kiwe na manufaa mapana zaidi kwa taifa zima. Hiyo ninashauri serikali kuangalia njia inayofaa, ikiwa ni pamoja na kutenga eneo la kutengeneza miundo mbinu sahihi kwa ajili ya walengwa ili kuumaliza mzozo huo. Kutoka katika uwanja huu wa ndege wa Kilimanjaro wilayani Hai mkoani Kilimanjaro, Halfani Lihundi ITV.